Mumefanya maandamano lakini wamewakataza nini hasa? Oh, tuna huzuni moja kubwa sana kwanza na polisi yetu, inaonekana polisi yetu iko korompi, sababu sisi tumeandika memo yetu

nsi vaa tuku hata tusifanye manifestation bajue, kama tutafunga ba centre de santé zote, na hakuna munganga atakuwa mu centre de santé ama mahopitale yoyote yaipatikana pa Uvira mupaka Kinshasa iturepondre kumavezozee. Kuna wenzenu ambao tayari wamepigwa Ndiyo, tumekwisha kupigwa e, kuna wanganga kwa watu karibuni tano ambayo e, polisi inawavamia na kuchana blues medical or blues ni e nguo takatifu tena ya maupe haiwezi kugusiwa na mtu yoyote mwenye hakupete serma na itingal. Nakushukuru, asante sana. Naam, hamjambo mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi moja kwa moja katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Leo ni tariki tatu ya mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili ishirini na tano. Matangazo yetu moja kwa moja yatagubikwa na maandamano ya amani ambayo iliyokuwa imeandaliwa Uvira na moja kwa moja ikawa imefurushwa na jeshi la polisi mjini Uvira kuanzia pale a espasi ya Monima hapa mjini Uvira. Uh, shirika jipya la kiraia kwa ushirikiano na muungano wa wanganga jimboni Kivu ya Kusini waliweza kuendesha maandamano yake ikiwa maandamano ya amani ambayo iligeuka maandamano ya fujo kama vile unavyoshuhudia mtazamaji wa televisheni la Voix d'Uvira TV. Ilikuwa ni majira ya saa tatu asubuhi. Wanganga wote kutoka mitaa ya afya mjini Uvira waliweza kushikamana na kuweza kukutana pale kwenye space Monima ambapo walipata nafasi ya kuweza kuanza msafara wao wa maandamano yao kupeleka kibaro chao hadi kwenye ofisi ya jimbo la Sidi Kivu ili kuomba wanganga ambao hawapati mishahara yao wapate nafasi ya kuweza kuipata. Maandamano hayo ambayo iligeuka majonzi baada tu ya mabomu ya machozi kuweza kutandikwa, mjini Uvira iligubikwa na milio ya risasi ambayo iliyosikika hapa, tukitaja kuwa waliweza kufunga barabara nambari tano ili kwamba wahakikishe kuwa waandamanaji hao wasiweze kwenda nafasi ambapo wanapoelekea. Mambo yaliweza kuharibika na hapa kulikuwa majibiano kati ya wanganga pamoja na polisi mjini Uvira. Tukujuze kuwa meya wa muji Kifara Kapenda Kiki aliweza kutangaza na kutoa kibarua chake cha kukataza maandamano yote mikusanyiko hadharani kwa wakati huu mgumu ambao tunaoupitia hapa, wakitaja kuwa waganga hao walikwenda kinyume na sheria. Tukujuze kuwa nini chanzo cha maandamano hayo wanganga wameandamana mjini Uvira wakilomba mishahara yao ya miezi tisa, wengine kumi na wengine kumi na nane, hapa wakitaja kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuwatupa wanganga, wakati eh, servisi zote za serikali zinaendelea kupata mishahara yao, polisi, jeshi na vitengo vingine, lakini wanganga wanaendelea kuonelewa. Hapo ndio imepelekea ili waweze kufanya maandamano hayo hapa tukitaja kuwa kuna wale ambao waliopigwa na wengine kuweza kujeruhiwa kutokana na maandamano hayo ambayo yaliyopingwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuomba mtazamaji wa televisheni La Voix d'Uvira TV ili uweze kufuatilia mwanzo kabisa hadi mwisho, namna gani eh, hali hiyo iliweza kuendelea kulikuwa msongamano wa majeshi ya polisi wakisukumana pamoja na wanganga wa mtaa wa afya mjini Uvira, na kulikuwa na wanganga kutoka Lemera, kutoka Sange, kutoka Luberisi, Kiliba, na hapa mjini Uvira, wote wakiomba serikali kuingilia kati ili kumaliza mzozo huo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekumbana changamoto hii baada tu ya vikao kadhaa ambavyo vilivyofanyika mjini Uvira, waganga hao wakianza kutazari serikali na kusema kuwa serikali imekuwa kama vile gari ambayo sio kuwa na breki, ambayo inahitaji kushimamishwa au kusukuma ili kutimbiza mapashwa ya raia. Tukujuze kuwa maandamano hayo yalikuja tu baada tu ya shirika jipya la kiraia kuungana na wanganga hao, ili kuhakikisha kulia kwa pamoja kama mzazi, kwa kuhakikisha kuwa wamepata haki yao na kuomba kuweza kuanza nasi mwanzo kabisa hadi mwisho. Kufuatilia namna gani mambo yalivyoharibika majira ya asubuhi hapa mjini Uvira. <coughs> mumefanya maandamano lakini wamewakataza nini hasa? Oh, kuna huzuni moja kubwa sana kwanza na polisi yetu, inaonekana polisi yetu iko korompi sababu, sisi tumeandika memo yetu

Tumekwisha kupigwa, eh, kuna wangaga kwa watu karibu ni tano ambayo, eh, polisi inawavamia na kuchana blues medical or bluse ni nguo takatifu tena ya maupe, haiwezi kugusiwa na mtu yeyote mwenye hakuprete serma na itingal na kushukuru. Asante sana.

mwisho kabisa wa taarifa zetu za habari, taarifa ambazo ziliandaliwa Jean Jeanvie Emmanuel Kaluh ya mtangazaji wako ni kutakie kuendelea kuwa pamoja nasi. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa, usikose kujiabone kwenye chaneli yetu La Voix d'Uvira TV, pia kipia kushea kwa wengine tunapotoa habari zetu Uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Mimi na wewe kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa irini.